follow what is going on, we have now reached the final stage where the respective parties, except for Chadema, have certified that they are satisfied with the correctness contained in forms 25 and 26. now there remains the last party that we go to the venue where we were. they will sign that uh, form number 27, and thereafter having signed then we'll be able to announce uh, the winner or no i don't know not the winner but the one who is uh, duly appointed or you know, who has got the, the the majority of the votes that's what is going on so from here let's move back tumebadilisha kwamba tu sign hapa hapa tukienda kule tunatangaza tu kwa hivyo form number 27 tu sign hapa hapa wapitisheni kwa nani, ili tukifika kule tuwe kwa alfabeti. Utasaini kwa sababu uko na vinane utasaini hapa, alafu watakuna utasaini sehemu ya pili tena. Baada ya mambo yote, mtangaza atapewa kila wakala, nakala mtapata nakala. ICT, tuanze na ICT. Okay, upitishia hapa. Naomba unaposaini na kuweka jina lako, kandamiza hii itokee kwenye peji inayofuata, lakini sio kwa wino unaofutika. Eh, naomba ICT ujaze hapo kwa nani jina na saini. Zoezi sasa tunaomba tu tuchane nakala ya kopi ya hizi tuvikabidhi vyama baada ya hapo, twende ukumbini kwa ajili ya kukamilisha shughuli yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefika mwisho wa zoezi letu la uhakiki wa fomu za matokeo na hesabu ya kura naopata. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti twende kwenye ukumbi kwa shughuli ya kumtangaza mshindi raisi wa kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania baada ya kufanya uchaguzi mkuu tuelekee kwenye ukumbi wa. Jamani, waheshimiwa makamishna na viongozi na wawakilishi wa vyama vya siasa ambapo kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere, wananchi wote wa Tanzania na mpaka na nje ya mipaka Tanzania, hatimaye tunafikia zoezi letu la mwisho la uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 wa kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na makamu wa rais wa bunge aa na madiwani. Sasa baada ya kumaliza zoezi la kufanya ujumrishaji na kuhakiki matokeo ya kura kwa kila chama na kwa kila jimbo, vyama vitano vimesaini kati ya vyama vinane vivosimamisha mgombea wa kiti cha rais, kwa mujibu wa sheria ya taifa ya uchaguzi sura na bimeta arobaini na tatu na kwa mujibu wa katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, haizuii mamlaka ya tume kwa chama kutokusaini ili tume tangaze matokeo, ama haizuii tume kuendelea na shughuli zake iwapo kama wakala au mgombea wa chama fulani kutokuwepo. Samani, ni vyama sita, ni vyama sita, samani, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni vyama sita vimesaini kati ya vyama vinane. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa maelezo hayo, naomba saa kwa heshima na taadhima ni kunyanyua uje utusomee asilimia uh, au kura alizopata kila mgombea, anatumia kutangazia mshindi wa kiti cha rais. Karibu si mwenyekiti. Tume ya Taifa ya Uchaguzi, jedwali la matokeo ya uchaguzi wa rais, wapiga kura walioandikishwa milioni ishirini na tatu laki moja sitini na moja elfu mia nne na arobaini

E, mia nane sitini na mbili sawa na asilimia tisini na saba nukta nne sita Kura zilizokataliwa mia nne na mbili elfu mia mbili arobaini na nane sawa na asilimia mbili nukta tano nane Matokeo ni kama ifuatavyo: Ana Elisha Mgwira ACT amepata kura 98763 na sawa na asilimia 0.65. Chief Lutalosa Yemba ADC amepata kura 66,049 sawa na asilimia 0.43 Dokta Magufuli John Pombe Joseph CCM amepata milioni nane e, laki nane thamanini na mbili elfu mia tisa thelathini na tano sawa na asilimia 58.46. Lowassa Edward Ngoyai Chadema amepata milioni sita na sabini na mbili elfu mia nane arobaini na nane sawa na asilimia thelathini na tisa nukta tisa saba. Hashim Rungwe Spunda Chauma amepata kura arobaini na tisa elfu mia mbili hamsini na sita sawa na asilimia sufuri nukta tatu mbili. Kasambala Janken Maliki NRA amepata kura alfu nane na ishirini na nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Kasambala Janken Maliki NRA amepata narudia, hiyo, amepata laki nne na ishirini na nane eh, Kura, kura sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Limo Macmillan Elifasio TLP amepata kura elfu nane mia moja tisini na nane sawa sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano. Ndovutwa fahami Nasoro eh, dovutwa fahami Nasoro UPDP amepata kura 7785 sawa na asilimia 0.05. Ntarudia ile NRA Kasambala janken miki NRA amepata kura elfu nane na ishirini na nane sawa na asilimia sufuri nukta sufuri tano kwa mujibu wa ibara ya 41 kifungu kidogo cha sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977, mgombea wa kiti cha, cha urais atatangazwa kuwa amechaguliwa kuwa, kwa kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote. Aidha, kwa mujibu wa ibara ya 47 kifungu kidogo cha pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1977 mgombea wa kiti cha urais akichaguliwa basi, akichaguliwa basi, na mgombea mwenza wake atakuwa amechaguliwa kuwa makamu wa rais. Kwa kuwa mheshimiwa Dr. Magufuli John Pombe Joseph wa CCM amepata kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote, kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi na kwa mujibu wa vifungu vya 35E 35F8 na na 81B vya Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, sura 343, inatangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2015 kwamba Moja, Mheshimiwa Dokta Magufuli John Pombe Joseph amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbili, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Jioni hii kilichobaki sasa hivi kufuatia matangazo niliyotoa hapa ni kutolewa vyeti kwa hawa, kwa huyo ambaye ameshinda pamoja na mgombea mwenza, shughuli ambayo itafanyika kesho, na nitamuomba mkurugenzi atangaze kesho ni wapi na saa ngapi. Lakini hadi hapo, kwa upande wangu, kwa niaba ya tume, ndio huo, ndio mwisho rasmi wa shughuli ambayo tumekuwa tukifanya kwa muda wote baada ya uchaguzi wa siku hiyo, kama tulivyosema mwanzo, ni kwamba shughuli yote imefanywa kikatiba, imefanywa kisheria na kila mmoja. Ni washukuru wote ambao tumeshirikiana nao hadi kipindi hiki. Kwa hiyo, mtamruhusu mkurugenzi atutangazie kesho shughuli ya kukabidhi vyeti itafanyika saa ngapi na wapi. Vinginevyo, nawashukuru sana, asanteni. kwamba kuna wageni kutoka nje kwa hiyo niseme maneno machache ya hayo ambayo nimesema kama ambavyo nilikuwa nafanya mapema. Well distinguished observers and guests from outside, that brings us to the end of this important last stage of the process we have been having since morning. Just now we have announced the results of who has been appointed Julie as President of the United Republic. That is Dr. John Magufuli. And uh, the running mate Samia Suluhu Hassan as vice president that basically is what we have been doing and i take the opportunity of thanking you all the observers you have been patient and you have been yeah, impartial as well following the proceedings patiently and as i said before the whole proceedings has been conducted in terms of the constitution and the law so that is really the end of our proceedings this uh, Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, Mheshimiwa kamishna, ndugu viongozi na wananchi wote wametusikiliza, kesho, kama alivyosema Mheshimiwa mwenyekiti, kutakuwa hafla ya ukabidhi vyeti vya ushindi kwa walioshinda kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli na aliyoshinda kiti cha makamu wa rais Mheshimiwa Sam, Samia Hassan Suluhu. Sherehe hizi zitafanyika kwenye ukumbi wa Diamond Jubilee kuanzia saa nne kamili asubuhi. Kwa hiyo mnakaribishwa, ni sherehe ya kukabizi cheti. Baada ya hapo, atakabidhiwa serikalini kwa ajili ya shughuli za kuendelea na uapishi. Baada ya kusema hayo, naomba niwakaribisheni kesho. Asanteni sana.